Una msemo wa zamani wa Kilatini unaosema hivi eh, hakuna kitu cha uhakika isipokuwa yaliyopita. Lakini unajua hiyo si kweli kabisa, sivyo eh? Kwa muumini, siku za usoni ni za uhakika kama vile zilizopita, kwa sababu Mungu ndiye anazidhibiti. Sasa Mungu hafunui kila kitu kwetu kuhusu yajayo. Hatujui undani wa kesho, na labda hiyo ni jambo jema, kwa sababu kuna siku zingine tusingeweza hata kutoka kitandani kama tungejua kilicho mbele yetu. Sasa linapokuja suala la Israeli kwa sasa, nabii Zekaria atawapa picha wazi ya siku zao za usoni. Tuko katika sura ya tisa hadi kumi na moja, na hii jamii ndogo, hii jamii ndogo inayopambana ya waliokuwa mateka waliorejea Yerusalemu, wanajaribu kujenga upya mji wao na wanajaribu kujenga tena hekalu. Sasa wako karibu kutia moyo na ahadi ya Mungu kuhusu siku za usoni Dio, bado kuna bado kuna magumu yanayowasubiri mbele. Kwa njia yoyote ile, kwa kusema ukweli, hayo yatakuwa matokeo ya maamuzi yao yasiyo na ubinafsi na yasiyo na hekima. Lakini nataka upate picha hii akilini mwako, siku za usoni za Israeli kama ilivyokuwa zamani zao ni hakika. Sasa Zekaria anaandika karibu mwaka 520 na katika sura ya 9 unabii wake unaangalia mbele kama miaka mia mbili hadi wakati wa Aleksanda Mkuu. Maeneo yanayotajwa hapa yanafuata ushindi wa Aleksanda kutoka kaskazini hadi kusini anaposhuka kuelekea Misri. Hadrat hapa katika mstari wa kwanza ni eneo kandre ya mto Frati, na hilo pia litangukia mikononi mwa mshindi. Damasko, mji mkuu wa Siria, na Tiro pamoja na mji wa Sidonia ambayo ni miji ya bandari kwenye bahari ya Mediterania iliyotajwa hapa katika mstari wa pili pia itashindwa na Aleksanda anaposhuka kusini. Hapa katika mistari wa tano na sita tunapewa orodha ya miji mingine ambayo Aleksanda pia atashinda. Unachotakiwa kufanya tu mpendwa, ni kuangalia vitabu vyako vya historia uone kwamba haya yalitokea kama vile Biblia inavyosema. Aleksanda alifanya hasa kile ambacho Zakaria alitabiri hapa. Sasa kuna mji mmoja ambao Alexander hakushinda. Mstari wa nane unatabiri kisha, Bwana atapiga kambi nyumbani mwangu kama mlinzi, ili hakuna atakaye pita huku na kule. Kwa maneno mengine, Mungu atailinda Yerusalemu dhidi ya Alexander, na hicho ndicho hasa kilichotokea. Alexander alifika, historia inaonyesha kwa amani, akaja Yerusalemu hakuiharibu mji huo na akaondoka kwa amani sasa ahadi hapa mwishoni mwa mstari wa nane inasema kwamba hakuna mtesi atakayowapitia tena hii sasa ni mtazamo wa kinabii kuhusu siku za usoni za mbali za Yerusalemu anarejelea hapa ule ufalme wa milenia ujao sasa mstari wa tisa unatupa unabii unaohusiana na kuja kwa kwanza kwa Masiha. Furahi e binti wa Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, mnyenyekevu na amepanda punda, mwana punda, mtoto wa punda. Unajua mpendwa, huu ni mmoja wa unabii wa masiha ulio wazi kabisa, sivyo? Nini kinatokea karne nyingi baadaye? Mfalme Yesu anaingia Yerusalemu akiwa amepanda punda kama mfalme mnyenyekevu wa taifa ambaye wanamkataa. Aleksanda aliingia Yerusalemu kwa amani, lakini kama mshindi mwenye kiburi, aidha akiwa kwenye gari lake la vita au farasi wake. Yesu anaingia Yerusalemu kwa unyenyekevu, amepanda mwanapunda. Kwa kweli, Mathayo na Yohana wanawasilisha unabii huu katika simulizi zao za injili kama utimilifu wa unabii wa Zekaria kama alivyosema. Sasa katika sehemu iliyobaki ya sura ya tisa, Zekaria tena anaangalia siku za usoni za kuja kwa pili kwa Kristo. Hii ni wakati ambapo Bwana atailinda ataikinga na kisha kuirudisha Israeli atakaporudi siku za usoni. Kwa kweli, mstari wa kumi na sita unaandika ahadi hii: siku hiyo Bwana Mungu wao atawaokoa kama kundi la watu wake. Kwa maana kama vito vya taji watang'aa katika nchi yake. Sasa, huu urejesho wa ajabu wa Yuda na Israeli na baraka ya utawala wa Kristo duniani, lo, ni ufalme wa aina gani! Imeelezewa zaidi sasa katika sura ya kumi. Taifa litaweza kufurahia mvua za kawaida, ustawi wa kilimo Mistari ya pili hadi ya tano inatuambia kwamba wachungaji waovu waliowapotosha watu wa Mungu wataadhibiwa na kuondolewa milele. Mstari wa tatu unatueleza kwamba Bwana wa majeshi anajali kundi lake. Kwa maneno mengine, hakutakuwa tena na wachungaji waovu wala viongozi wenye mapungufu katika ule ufalme ujao. Hakutakuwa tena na kuwadhulumu kondoo, bali ni kuwalisha tu. Kwa kweli Zakaria anatupatia mifano kadhaa kuhusu Masihi hapa. Katika mstari wa nne anasema kutoka kwake, yani kutoka kwa Yuda, atakuja jiwe la pembeni, msumari wa hema na upinde wa vita. Yeye anazungumzia kuhusu Masihi atakayekuja kutoka kabila la Yuda. Atakuwa jiwe la pembeni kwa taifa lililokombolewa, atakuwa msumari wa hema atakaye liunganisha Israeli kwake mwenyewe atakuwa upinde wa vita na hiyo inawakilisha ustadi na ushindi wa Bwana, eh, katika vita vya kijeshi. Hivyo basi, baada ya kane nyingi za mateso e, eh, kutokana na kuvunja agano na Mungu, Israeli watamtambua Yesu kama Masihi wao atakaporudi. Manabii wanasema kwamba watatubu kama taifa atakaporudi kuanzisha ufalme wake. Kwa kweli Bwana mwenyewe anasema hapa katika mstari wa 12, nitawafanya wawe hodari katika Bwana nao watatembea kwa jina lake. Sasa bila shaka, tatizo ni kwamba kabla ya urejesho huu wa utukufu wa Israeli kutokea wakati wa kuja kwa pili kwa Kristo, sura ya 11 inaonyesha kwamba Israeli watamkataa Kristo katika kuja kwake kwa kwanza, na hilo litaleta matokeo mabaya sana. Mistari mitatu ya kwanza hapa katika sura ya kumi na moja. Inatoa maelezo ya kishairi kuhusu hukumu inayokuja juu ya Israeli kwa sababu ya kumkataa Masiha Bwana Yesu. Kisha hapa katika mstari wa saba, Zekaria, akimwakilisha Masiha, anaambiwa sasa achukue hatua fulani katika mahubiri yake. Kimsingi atahubiri kwa kuchukua fimbo mbili mikononi mwake. Katika mkono mmoja anashikilia fimbo anayoipa jina neema, na fimbo nyingine anaiita umoja sasa kwa sababu watu wa Israeli wamemkataa Bwana, Zekaria anaambiwa avunje fimbo iitwayo neema, ambayo inaashiria kwamba kibali cha Mungu kimeondolewa kwa muda kutoka kwa watu, na tendo hili linafuta agano la Mungu. Lakini sasa kuwa makini, wapendwa, hii sio rejeleo kwa agano lake na Israeli. Mstari wa kumi unaweka wazi kwamba ni agano na watu wote, yaani mataifa yote mengine ya dunia. Mwandishi mmoja aliweka hivi kwamba Mungu kimsingi amefanya agano na eh, watu wa mataifa yote ya dunia, na agano hilo linawazuia yeye, yeye anawazuia kwa namna fulani ili wasiweze kuiangamiza Israeli kabisa, hawawezi kuifuta Israeli. Hata hivyo, hapa Zekaria anatabiri kwamba kwa sababu ya Israeli kumkataa Masihi wao Yesu, huo uzuizi sasa utaondolewa. Israeli itapitia shida moja baada ya nyingine. Kwa kweli ni kama miaka arobaini tu baada ya kifo na ufufuo wa Bwana. Nini kinatokea? Jeshi la Warumi linakandamiza uasi wa Wayahudi linaharibu hekalu kule Yerusalemu. Na wapendwa, hilo hekalu hadi leo alijawahi kujengwa tena. Yote hayo ni kwa sababu walimkataa Yesu Masihi wao. Unabii mwingine wa ajabu kabisa Umetolewa hapa kwenye mstari wa kumi na mbili, ambapo tunaambiwa kwamba mchungaji, tena akimaanisha Masihi, hana dhamani yoyote zaidi kwa Israeli kuliko vipande thelathini vya fedha. Je, hiyo inasikika kama kitu unachokifahamu? Ndiyo, unabii huu umetimia katika usaliti wa Yuda kwa Yesu. Kwa kiasi hicho hicho vipande thelathini vya fedha ndivyo Yesu alivyoonekana kutokuwa na dhamani kwa taifa hilo. Sasa, hapa kwenye mstari wa kumi na nne Zekaria anavunja fimbo ya pili. Ile fimbo iliitwa umoja, na hii inaashiria kuvunjika kwa umoja wa kitaifa, na kama mwandishi mmoja anavyosema, unapata wimbi jipya la kutawanyika duniani kote. Wapendwa, hadi leo kuna Wayahudi mamilioni zaidi waliotawanyika katika mataifa mbalimbali duniani kuliko wale wanaoishi Israeli. Hakuna umoja wa kitaifa leo hii. Wayahudi bado wapo, lakini hawako wote katika nchi yao, sivyo? Sasa sura ya 11 inahitimisha kwa kuzungumzia mchungaji wa uongo ambaye Israeli watapendezwa zaidi kumfuata. Hapa kwenye mstari wa 15 anaitwa mchungaji mpumbavu, na mstari wa 16 unaongeza, hajali wale wanaoangamia. Sasa huyu mchungaji asiye na maana ni nani tena? Zekaria ni kama anapeleka mbele mkanda kwa mfano, anatuelezea mpinga Kristo. Yeye ndiye mchungaji wa uongo atakayewapotosha waisraeli kwa kipindi kifupi. Atakuwa mchungaji katili, hatajali watu hata kidogo. Unajua hili linanifanya nitake kukuuliza swali leo, kwa kweli Hili ndilo swali muhimu zaidi ambalo unaweza kujijiuliza maishani mwako. Nani ndiye mchungaji wangu leo? Unajua kuna wagombea wengi huko nje na wengi wao watakupotosha. Watu wengi wanafuata mchungaji wa kazi za biashara, akaunti za benki au starehe za dhambi. Niruhusu nikukumbushe, wapendwa, hao ni wachungaji wa uongo. Zakaria angesema unajua, hawakujali wewe na hawatajishughulisha wakati maisha yako yatakapoharibika. Mchungaji pekee anayefaa kufuatwa ni mchungaji mwema. Yeye ndiye mfalme Daudi aliyeimba kumhusu katika Zaburi 23, aliposema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, yaani sitakosa chochote cha dhamani ya kweli. Daudi anaendelea kuimba hunilaza, katika malisho mabichi, huniongoza kando ya maji ya utulivu. Yaani, anatosheleza moyo wangu kwa kila kitu ninachohitaji kweli maishani. Israeli walimkataa, na wewe je? Leo basi kama bado hujafanya hivyo, naomba nikukaribishe leo umfuate, umfanye mchungaji mwema kuwa mchungaji wako. Leo hadi tutakapo rudi tena wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.